Yaqulu Imamu Shafii rahimahllah jawharu lmari fi thalatha, akasema Imamu Shafii Allah amri hemu, thamani ya mtu ya ukweli inapimwa katika mambo haya matatu. Haya mambo matatu ukipatikana nayo, basi hakika wewe una thamani ya hali ya juu zaidi. Thamani ya kwanza kasema, hata akasema kithmanu lfakri hatta yadhunu nnasu anaka ghani, akasema tamani ya kwanza inapimwa pale mtu anapoficha umaskini wake mpaka watu wengine katika jamii ama kina nani wanaona kana kwamba yeye yani, ni tajiri yani, anatosheka na kile alicho nacho, ni mtu wa kujipambania na anajikubali na anaukubali ule mfumo wa Allah. si mtu kupata mtihani mdogo, basi anaanza kutangaza anaanza kutangaza. Na akasema thamani ya pili, wa kitmanul ghadwa bi hatta yadhunnu an-nasu annaka radhi na thamani ya pili inapimwa pale mtu anaweza kudhibiti hasira zake mpaka wale watu ambao kwamba wamemkosea wanahisi kana kwamba ameridhika. Yani unaweza kumkosea mtu, lakini hashuliki na wewe kabisa, yani anaachana na, hata unaweza kuona kama hujamkosea wewe, umetulia yeye, amedhibiti ile hasira yake. Na thamani ya tatu na mwisho akasema Wakitmanu shiddatu hata yadhunu nnasu annaka mutanaim, na akasema, yani huyu ni mtu ambaye kwamba anaweza kuficha matatizo shida zake, anaweza kuzificha yani, akapambana nazo yeye mwenyewe mpaka hawa watu ambao wako nje huku katika jamii wakadhanikana kwamba yani yuko comfortable, yani wakimwangalia, wanaona yuko comfortable kabisa, hana shida yoyote, lakini hii ndiyo thamani ya utu ya ukweli. Sio eti kwamba shida kidogo ushaanza kutangaza, umeenda huku umeanza kuomba, umeenda huku. A, mtegemee Allah katika kila jambo, na hiyo ndio tamani yako kubwa, ishindikane basi, lakini mitihani iko. Wewe Mwislamu, hakikisha unawasambazia Waislamu wenzako ujumbe huu kama sadaqa tul jariya, na hakikisha hakikisha unafollow kurasa huu kwa mafunzo zaidi. Assalamu alaykum.